Niko hapa tu kukushauri kama kweli umediriki kujivua nafasi yako ya ubunge, kujivua nafasi yako ya uaskofu, kujivua nafasi yako ya ujumbe wa kamati mbalimbali mbali za CCM, na ukasema unakwenda kuongea kama raia kwa lengo tu la kushindana na Rais Samia, Biblia inasema, Biblia inasema yatupasa kutii mamlaka, maana mamlaka hii yatoka kwa Mungu nawe unajua huu mstari. Hata kama rais wetu ni wahovyo kiasi gani, lazima tumtii. Kazi yetu ni kuomba kwa Mungu, na nadhani kwa nafasi yako, kabla hujajivua kofia ya uaskofu wa makanisa ya Uzima na Ufufuo, ulipaswa usimame kwenye dhamu yako, kama ambavyo umesimama kwenye dhamu yako ya kutumia haki yako ya katiba na sheria ya uhuru wa kuongea. Nilitamani sana usimame kwenye nafasi yako kama askofu kumwombea Rais Samia. Nadhani badala ya kuongea sana, nadhani ungetumia nafasi yako kumwombea rais. Hata kama basi kuna lolote unahisi lina, analifanya kwenye haya mambo, ebu geuza basi, ebu geuza hilo wingu, ebu omba, ebu omba kama unavyoomba kufukua misukule, ebu omba kama ulivyotwaidi utamfufua Kanumba, ebu omba, tuombe Baba, ebu tuombe, tuombe, tuombe, tuombe, tuombe. Inawezekana kwenye maombi Baba utekaji ukaisha. Inawezekana kwenye maombi tukaomba damu zisimwagike. Inawezekana kwenye maombi tukaomba kila kitu kikaenda vizuri. Inawezekana kwenye maombi tukaomba mabomba yakatoa asali na maziwa. Inawezekana kwenye maombi tukaomba mbingu ikashuka, uwepo ukashuka, mtu anayetaka kuchukua kisu na panga akashindwa kwa jina la Yesu. Inawezekana tukiomba Baba. Mbona mnaombea watu? Mbona mnawapa watu mafuta ya upako Mbona unafukua ulikuja kwangu iku, Ikungi uka misukule ikatoka, ikatoka ikatoka. Kama tunatoa misukule leo, kwani tunashindwa kumwombea rais wetu? Kwani tunashindwa kuombea vitendo vya utekaji viondoke? Biblia inasema hakuna jambo gumu Mungu alisoliweza, hakuna jambo Mungu asiloliweza. Nawe ni askofu wetu, unajua unajua kabisa hakuna jambo Mungu. Hivi kwa nini usiombe? Kwa nini unatumia muda mwingi kuzunguka kumnanga rais kumsema rais kumbagaza rais? Hivi kwa nini unatumia muda mwingi muda mwingi kusema kusema? Kwa nini usitumie muda mwingi kuomba? Hey, shandarika baba, sijui niseme nini mimi. Sitaki kunena kwa lugha sitaki. Baba yangu Gwajima, niko hapa kukushauri, muda unaotumia kumsema rais wetu tumia muda huu kuomba. Biblia inasema, na haja zenu zijulikane mbele yake. Hey, listen to me nisikilize bwana, nisikiliza na mimi nikupige injili, nisikiliza na mii nikuhubirie, nina nafasi ya kukuhubiria mzee Gwajima. Sikiliza, Mungu anasema na haja zenu zijulikane mbele yake, sio kelele. Lete haja yako, twende kwa Mungu tumwambie Mungu haja yetu, ni vitendo vya utekaji viishe. Mungu anasema njoni kwangu tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama damu zitakuwa nyeupe kama theluji. Nini tumefanya kwa Mungu asichoweza kulirehemu taifa la Tanzania? tumekosea wapi tumekosea wapi? Mungu asitusaidia kama taifa la Tanzania, tumetokea wapi? watu kama kibao wasife tena, tuko wapi? viongozi wa dini tuko wapi? Gwajima, umefanya press conference, umejivua waskofu wako ili umnange Samia. Oh, no way out, tutasema. Mimi I don't care, nilipata heshima kwa taifa hili mimi, mchaga wa Machame, nimezaliwa familia duni nikasoma, nikawa huko huko nimepata nafasi ya kuwa mkuu wa wilaya, nimetumika miaka yangu mitano, nikapewa na kabonasi, nimemaliza, nimekwenda kusoma. Nisisimame kumtetea rais wangu? Hapana, nitasimama kumtetea lazima. Nilipe fadhila na shukurani za mimi kuonekana. Samia aliingia madarakani, nilikuwa Arumeru. Samia alinitoa Arumeru akanipeleka Ikungi, alinipa heshima, aliniheshimisha. Na mimi leo lazima nimuheshimishe, na mimi leo lazima nimwambie mama. Hapana, watanyamaza wote Sio mimi. Nimenufaika na serikali kama ulivyonufaika na serikali, nimenufaika na amani iliyopo kama ulivyonufaika na amani iliyopo. Nikikuona kwenye ile hama yako hama lile, ukizunguka unazunguka kwenye amani.